nafunzi wa gredi ya pili katika shule ya msingi ya Lenana jijini Nakuru wamefariki baada ya kusombwa na maji alipokuwa anatoka shuleni. Ripoti za maafisa wa usalama zinaarifu kwamba Glen Karanja alikuwa anavuka mtaro kando ya barabara alipoteleza. Mwili wake ulipatikana mita chache kutoka eneo la tukio. Mwili wa mtoto huyo wa miaka minane unahifadhiwa kwenye makafani ya hospitali ya rufaa ya Nakuru. Nimepigiwa simu nikiwa hapa 58 nikaambiwa mtoto nih, niharakishe mtoto amenyeshewa sana sasa. Kufika pale Jackson, nikakutana na watu wengi, sijui anasema mtoto, kuna mtoto ameenda na maji, mtoto wangu ananiambia wamejaribu kumfuruta wakashindwa kumfuruta, ndio hii ngine wakaona kidogo tu hivi, ndio wakaona akitembea na maji. Sasa so, ninasikia niko chini sana, just tu ku kuwa tunajua kutaenda hivi.